Hamjambo, hamjambo wapenzi watazamaji wa Geita Catholic Diocese Televisheni. Karibu katika makala fupi ambayo inakuletea adhimisho la miaka 125 ya Ukristo katika jimbo katoliki la Geita ambalo litafanyika katika parokia ya Bikira Maria msaada wa daima Kome. Na hapa sasa katika makala hii tunakuleta katika historia ya chanzo cha Ukristo. Nikukumbushe mtazamaji kwamba katika eh, hapa tulipo ni eneo la Nyakalilo katika kivuko cha kuelekea Kabaganga kisiwa cha Kome na parokia ya Kome ambapo ndipo mbegu ya imani imeingia kwa mara ya kwanza kabisa, eh, takribani miaka 125 iliyopita Mwaka F 1897 padri misionari wa kwanza John Schneider Mjerumani alitoka katika kisiwa cha Ukelewe, mahali fulani Kagunguli e, Murutunguru e, akaja kwanza kubatiza wakristo wa kwanza hapo Nyakasasa na katika eneo la Ruhiza. Na sasa basi twende moja kwa moja katika msafara huu ulioko hapa leo jimbo katoliki la Geita katika maandalizi ya maadhimisho ya miaka 125 ya Ukristu, lakini vile vile miaka 2025 ya Ukristu. Haya yote tunayapata kutoka katika idara ya mawasiliano ya jimbo katoliki la Geita. Ni mimi Padre Salvatori Magangila, karibu tuendelee. Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Kanuti Baseke Krizanti kutoka parokia Bikira Maria afya ya wagonjwa Sengerema nimeanza kuitambua imani ya kanisa Katoliki kipindi hicho, nikiwa mdogo kwa msaada wa wazazi wangu, ambapo baba yangu kipindi hicho Krisanti Elias Kaduru alikuwa ni katibu wa parokia hiyo, na pia alikuwa ni mwanakwaya wa kwaya Mtakatifu Petro. Alinisaidia mpaka sasa nimeielewa imani ya kanisa Katoliki. Nafurahi kukuwa miongoni mwa watu ambao wanaadhimisha kwa ulimwengu inaadhimishwa jubilei ya miaka elfu mbili na ishirini na tano, na kwa jimbo letu la Geita tunaadhimisha miaka mia moja na ishirini na tano ya Kristo tangu umeingia katika jimbo letu. Kwa hiyo, niwaombe wote popote ulipo mwana jimbo la Geita na popote ulimwenguni karibuni, tushiriki katika maadhimisho haya. Na sasa tupo nipo katika kamati ya maandalizi ambayo tunafanya maandalizi kwa ajili ya kuadhimisha miaka mia moja na ishirini na tano ya Ukristo katika jimbo letu. Karibu sana mwana Geita, karibu sana popote ulipo, karibu kuja kushiriki maadhimisho haya ya miaka mia moja hamsini na tano. Asante, mia moja. Mtazamaji, hapa tuko na mzee Mwigune ambaye ni miongoni mwa waamini wazoefu kabisa katika jimbo Katoliki la Geita. Tukiwa katika maandalizi haya ya jubilei tukielekea katika kisiwa cha Kome, kama mnavyotuona hapa tupo Nyakaliro. Je, Mzee Mwigune, wewe ni mwenye imani, unalielezeaje ukomavu wa imani katika jimbo katoliki la Geita kwa kadri ya uzoefu wako, tukiwa tunaadhimisha miaka 125 ya Kristo na miaka 2025? karibu. Kwa kweli naona tofauti kwa sababu mimi nimekuwepo kwa miaka 18 na na katika jimbo hili la Geita ninachoona mabadiliko makubwa sana; injili imepita vizuri sana. Kiasi ambacho kwa kweli ninavyotembea nje ya Geita, jimbo la Geita napewa heshima kubwa sana ninavyojieleza kama natoka Geita, kwa sababu natoka Geita. Geita kule mko vizuri sana, nini siri yako? Kwanza unaona tu waamini wenyewe wanapopokea, kwa mfano parokia nyingi zinaanzishwa sana katika jimbo hili na makanisa mapya yanajengwa mengi mno, kiasi ambacho kila wanapo inapotangaza parokia kwamba parokia fulani wanajenga ka kanisa fulani, unakuta mambo yanakuwa mazuri. Kwa hiyo tumepewa heshima kubwa sana na na kingine ambacho nakiona ni cha tofauti na sehemu nyingine nadhani mapadri kwa mfano wapya wanapokuwa anapewa padri anapewa parokia fulani kuendesha ile parokia basi, utakuta kwamba sasa juhudi anazika, anataka kuweka alama fulani. Hii ni jambo jema sana ambalo naliona ni mfano kuigwa hata majimbo mengine, kama kitu majimbo yangefanya hivi, hakika tunaweza kufika mbali sana sana, na, na hili sasa, kaushindani haka nakoona kwa mapadri wetu wachungaji wetu na waamini wanavyolipokea hili yaani ni kazi nzuri nzuri nzuri ya uinjilishaji, tuna tuna imani kabisa tuna, tuna, tunaweza ukatabiri baada ya miaka pengine mitano au kumi ijayo, hakika jimbo letu litakuwa na parokia nyingi na halafu makanisa mengi mapya yanayojengwa kwa moyo mmoja. Mimi naona katika kipindi hiki tunapoadhimisha miaka mia na ishirini na tano ya jubilei hii tunayoenda nayo, tuna mafanikio makubwa sana katika jimbo letu la Geita kabisa, na ni, ni, ni ishara kwamba kama miaka ijayo pia tuna imani tutafanya mambo makubwa sana. Kwa hiyo tunayo mengi ya kuivunia. Tukipata muda kusema tuanze kuelezea hiki na kile, hakika hapata tosha. Basi mtazamaji, hapa sasa ndipo ambapo eneo ambalo injili inaingilia katika kisiwa cha Kome ndani ya jimbo katika la Geita, tukiwa katika haya maandalizi ya maadhimisho ya miaka 125 na Ukristo. Hivyo basi, twende ukashuhudie watu wanasemaje juu ya kufanikiwa kwa injili, juu ya kukomaa kwa injili, neno la Mungu ambalo daima uinjilishaji ulioletwa na wamisionari wa Afrika ulifanyika kwa kutumia maji ya ziwa Viktoria. Kaa nasi katika chaneli yetu, endelee kushuhudia mambo mengi ambayo Yanapatikana katika jimbo katoliki la Geita, ukiletewa na idara ya mawasiliano. Mtazamaji, katika maadhimisho haya miaka 125 ya Ukristo, na sasa moja kwa moja tumempata padri ambaye ni misionari wa Afrika. Yeye ni miongoni mwa wale walioleta injili kwa mara ya kwanza tangu miaka 1880. Na, na huyu ana hudumu katika jimbo katoliki la Geita. Eh, padri, mtazamaji angependa kufahamu jina lako na ueleze E, ni jitihada au ufanisi wa kufundisha mafundisho ya dini na je, kama kuna changamoto yoyote juu ya watu kuelewa imani na labda kanisa lifanye nini, karibu padre. Msifiwe Yesu Kristo, kwa majina anaitwa Padre Teogene Ogora wa shirika la wamisionari wa Afrika ambao ni wainjilishajima wainjilishaji wa kwanza nafanya utume katika parokia ya Bikira Maria barikia wa Afrika Kasota jimbo Katoliki la Geita. Tuko katika maadhimisho ya miaka mia moja na ishirini na tano ya uinjilishaji katika jimbo letu la Geita. Katika maadhimisho hayo basi ni kuadhimisha kuanzia hapo imani ilipoletwa na wamisionari wa Afrika, na hatua kwa hatua miaka kwa miaka hadi kwa sasa, uinjilishaji unaendelezwa kwa kiasi kikubwa na wazalendo ambao wameipokea imani, lakini vile vile na wao wenyewe wakapokea na wito kwa kuwa wa mtumu wa imani namaanisha, eh, sasa mapadre majimbo, na hadi na maaskofu vile vile.